Bwana, habari zinazotrendi mitandaoni nchini Zambia sasa hivi ni zile za msanii nguli Diamond Platnumz kuenda kuperform kwenye harusi ya mfanyibiashara mmoja mkubwa sana tena tajiri kutokea nchini humo. Kinachofanya harusi hii zungumziwe sana ni mjadala unaohoji kuhusu utajiri na uwezo wa jamaa huyu kumleta Diamond Platnumz kutumbuiza kwenye harusi yake, ukizingatia Diamond Platnumz alitoka nchini Tanzania na private jet pamoja na timu yake. Kama unavyojua, siku hizi hizo ndio level za Diamond Platnumz alizojiwekea nikiwa na maana alishapita level za kupanda ndege za abiria, kwa hiyo ni mwendo wa private jet tu. Alafu akiwa ardhini ni mwendo wa Rolls Royce. <laughs> Kulingana na blogs mbalimbali mbali huko nchini Zambia, inasemekana Diamond Platnumz alilipwa kwacha milioni kumi na nane za Kizambia, huko wanaziitaga Zambian kwacha. Kwa hiyo alilipwa 18 million Zambian kwacha ambazo ni sawa na kama bilioni kumi na nane za Kitanzania au shilingi milioni 86.6 za t Yaani, ulipe msanii hizo hela zote kwa ajili ya kutumbuiza kwenye harusi yako tu? Kwa kweli Diamond Platnumz amekuwa msanii wa thamani sana. Unaweza kutazama kidogo vipande vya video hizo za Diamond Platnumz akiperform kwa harusi ya tajiri huyo mkubwa nchini humo Zambia, Jimmy pamoja na mkewe Kadi. Lakini je, wasanii wengine wa Afrika Mashariki wanapaswa kujifunza nini kutoka kwa Diamond Platnumz kuhusu kujipandisha thamani? Niachie kwenye comment section.